Watumishi wa umma tuzingatie kanuni za maadili ya utumishi ili kutoa huduma bora. Ndugu zangu, wana habari, awali ya yote, naomba nitumie fursa hii kuwashukuru kuacha ratiba zenu na kuitikia wito wangu wa kuja kunisikiliza. Japokuwa leo ni siku ya Jumapili pili, wengi wenu wamepumzika, lakini sisi kwetu tunafahamu hapa kazi tu. Inapobidi kufanya kazi, tunafanya kazi. Leo nimewaita kuzungumza nanyi kuhusu uteuzi na uhamisho wa baadhi ya makatibu tawala wa wilaya. Kwa, kwa mamlaka niliyokasimiwa kwa mujibu wa sheria, nimefanya uteuzi wa makatibu tawala wa wilaya ili kujaza nafasi kumi na nane zilizopo katika wilaya za Kinondoni, Pwapwa, Dodoma, Iringa, Bukoba, Kigoma Siha, Mtwara, Newala, Misungwi, Njombe, Kondoa, Manyoni, Kilindi, Chunya, Pangani, Bagamoyo na Handeni. Uwepo wa nafasi hizi umetokana na sababu mbalimbali zikiwemo kustaafu kazi kwa mujibu wa sheria kuacha kazi uhamisho na baadhi ya makatibu tawala kupangiwa majukumu mengine yakiwemo yale ya ukuu wa wilaya, usaidizi wa katibu tawala wa mkoa na yale ya kimuundo, kwamba mtu anaondolewa ana, ana, ana kwenye kazi hii anapewa kazi nyingine ndani ya serikali. Sasa makatibu tawala wa wilaya wapya na vituo vyao vya kazi. Makatibu tawala wa wilaya walioteuliwa na vituo vyao vya kazi ni kama ifuatavyo. Hawa kumi na nane nitakao wasoma ni makatibu tawala wapya. Edward eh, Stella Edward Msofe anakuwa katibu tawala Kinondoni. Bupe Mwakibete anakuwa katibu tawala Temeke, Dar es Salaam. Sheila Edward Lukuba anakuwa katibu utawala Ilala Sara John Komba anakuwa katibu tawala Mpwapwa Zahara Muhidini Michuzi katibu tawala Chemba Kadole M Kiligala anakwenda Bukoba Ali Hassan Mchome anakwenda Mwanga, Joseph Paskali Mabiti anakwenda Siha, Michombero Anaclet anakwenda Chunya, Kasilda Mgeni anakwenda Mtwara, Daniel M. Zenda anakwenda Newala, Petro Sabato Misungwi Emmanuel D George anakwenda Njombe. Charles Mkama anakwenda Manyoni. Wada Abed Maulid anakwenda Kilindi. Hassan Bakari Nyange anakwenda Pangani. Boniface Maiga Juma anakwenda Handeni. Na Hamza Amri Afman anakwenda Bagamoyo. Aidha, ili kuongeza ufanisi katika utendaji kazi nimewahamisha makatibu tawala wa wilaya wanne kutoka katika vituo vyao vya sasa na kuwapangia vituo vingine. Wa kwanza Bwana Hashimu Komba aliyekuwa katibu tawala wa wilaya Temeke, mkoa wa Dar es Salaam nimemhamishia kuwa katibu tawala wa wilaya ya Iringa mkoa wa Iringa. Bwana Edward Jonas Mpogoro aliyekuwa katibu tawala wa wilaya ya Ilala mkoa wa Dar es Salaam nimemhamishia kuwa katibu tawala wa wilaya ya Dodoma Dodoma mkoa wa. Bwana Ali Yakia Kilukile aliyekuwa katibu tawala wa wilaya ya Chemba mkoani Dodoma anahamishiwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Kondoa mkoa wa Dodoma. Bwana Yusuf Mohoja Kasuka aliyekuwa katibu tawala wa wilaya ya Mwanga mkoa wa Kilimanjaro amehamishiwa kuwa katibu tawala wa wilaya ya Kigoma mkoa wa Kigoma. Makatibu wa tawala wa wilaya wateule wote hawa wanatakiwa kuripoti ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Dodoma ifikapo tarehe tisa mwezi huu wakiwa na vyeti vyao halisi vya kumaliza kidato cha nne na sita pamoja na vya taaluma zao na makala za vyeti hivyo zilizothibitishwa kisheria. Asanteni kumsikiliza. Kijana, unafanya nini? dishadi kwa mwanangu. Unafanya nini? Hapa hapa. Mwanangu, saa hizi unafanya nini ni? Ni kwa za kibaka hapana, si nyumbani kwa watu. Hapana. Wewe ni kibaka. Hapana, mzee. Chabu za nini?